Bebi, hizi ni zawadi zako nimekununulia mpenzi. Kwa nini umeniletea zawadi zote hizi wakati leo sio siku yangu ya kuzaliwa? Sio mpaka siku yako ya kuzaliwa ifike ndo nikupe zawadi. Muda wowote ninapojisikia kukupa zawadi nakupa tu, kwa sababu hata wewe pia umekuwa kama zawadi kwenye maisha yangu. Asante sana mpenzi, nakupenda. Nakupenda pia. Malaika, unaonekana una furaha sana. Acha tu rafiki yangu, yaani huyu mwanaume hata sijui nimpe nini kwa huu upendo anaonionyesha. Malaika rafiki yangu, yaani hizo zawadi tu ndo zinakuchanganya kiasi hicho? Hapana cha usiku, sio kwamba zawadi zinanichanganya, ila kwa kweli kwa jinsi ya hawa wanaume wa siku hizi walivyo, ni ngumu sana kupata mwanaume wa kumpenda mwanamke na kumjali kiasi hiki. Sikia ni kuambie kitu Malaika, yaani hawa wanaume ni kama mashetani tu. Unakuta akiwa na wewe anajifanya na, na kujali, kumbe anakupooza ili usijue mambo yake anayofanya huko nje. Inawezekana kuna wanaume wengine wanafanya hivyo, lakini sio Alex. Yaani Alex wangu ni mwaminifu sana, mpaka amepitiliza. Usijidanganye hivyo Malaika, yaani hawa wanaume wanaojifanya ni wema ni wabaya kabisa. Yaani siku akija kukupiga tukio, unaweza ukajisikia kufakufa kufa. Hilo nalijua, lakini Alex hawezi kufanya hivyo bwana. Sawa, so, kama huwezi kufanya hivyo hila, hifadhi maneno yangu, sijui ukasema sikukuambia. Oh, cha usiku, karibu. Asante. Mbona umekuja mwenyewe leo? Huoni kuwa rafiki yako akijua kuwa umekuja mwenyewe atakufikiria vibaya? Wala sijapita kwa ubaya Alex, hata na hivyo nilikuwa napita na shughuli zangu, nikaona si vizuri nipite nyumbani kwako bila kukusalimia. Oo oh, kama ni hivyo, umefanya vizuri sana. Samani shem, hapa nilipo ninakiu sana, kama kuna kinywaji chochote kama juisi, naomba unisaidie, kwa sababu hili jua kwa kweli linataka kunitoa roho. Hakuna juisi, ila kuna matunda. Basi naomba nitengeneze tu, hata glasi moja inatosha. Sawa. Shem, juisi yako iko tayari. Karibu mezani unywe. Asante, Shem, lakini sitakunywa tena. Acha tu niondoke. Kwani kuna tatizo gani Shem? Mbona unaondoka ghafla? Wala hakuna tatizo Shem, ila sina hamu tena ya kunywa hiyo juisi. Sawa. Sawa, kwa heri mimi ninaondoka. Poa. Halo. Halo, malaika. Niambie cha usiku. Uko wapi wewe? Nimekatiza hii mitaa naishi boyfriend wako, nimemwona anaingia na, na mwanamke nyumbani kwake. Cha usiku, una uhakika na unachokisema? Ndiyo, nina uhakika. Njoo sasa hivi, utanikuta hapa karibu na kwake na kusubiri. Sawa, nakuja. Yupo wapi Alex? Huyo malaya wako yuko wapi? Bebi, mbona sikuelewi? Kwani kuna shida gani? Unajifanya hujui kinachoendelea wakati nimekuona kabisa unaingia na mwanamke humu ndani Bebi cha usiku ni muongo, mimi wala sijaingiza mwanamke yoyote humu ndani. Haya, kama hukuingiza mwanamke humu ndani, niambie hii kondomu inafanya nini hapa kwenye hili kochi Alex? Wewe ndo wakunifanyia mambo ya aibu kiasi hiki? Yaani nilikuamini na kukuheshimu nikidhani wewe ni mwanaume wa ndoto zangu, kumbe una tabia za kishenzi kiasi hiki. Tafadhali Malaika, naomba unielewe, mimi sina mtu mwingine zaidi yako Inawezekanaje usiwe na mtu mwingine wakati hii kondom Cha Usiku ukaiokota kwenye kochi lako? Tafadhali Malaika, naomba uniamini. Sikiliza Alex, mimi siwezi kuendelea na wewe tena, na kuanzia leo usitaki kukuona kwenye maisha yangu. Halo Cha Usiku. Halo, Alex, si mambo? Mambo siyo mazuri kabisa shemu, yaani, tangu mlivyoondoka jana najaribu kumpigia simu Malaika lakini hapokei simu zangu kabisa. Kuhusu hilo, ngoja nitakuja baadaye nyumbani kwako tuzungumze vizuri. Lakini yeye yuko poa wala hana shida? Sawa, jitahidi basi uje hiyo baadaye, maana hapa nilipo nimechanganyikiwa. Sawa. Oh, cha usiku umefika. Ndiyo shem, ehe, hebu niambie shida yako. Shida yangu ni moja tu cha usiku. Mimi bado nampenda sana Malaika na najua wewe ni rafiki yake wa karibu ambaye anakusikiliza sana. Hivyo nakuomba unisaidie kuzungumza naye. Ngoja ni nikuambie kitu Alex. wewe ni mwanamume mwenye hadhi na unastahili mwanamke mrembo na anayekupenda kama mimi. Kwa sababu huyo Malaika unayemlilia wala hata hakupendi kwa nini unasema Malaika hanipendi? Nasema Malaika hakupendi kwa sababu mmegombana jana tu, lakini mwenzio tayari kashapata mwanaume mwingine, na ili kukuonyesha kuwa hakuhitaji tena mimi, wakati nakuja huku kwako, yeye kaniambia anaenda kwa huyo mwanaume wake mpya, na ndio maana nakuambia huyo mwanamke hakufai. Kumbe wewe ndio unayenivurugia mahusiano yangu! Siyo hivyo Malaika, mimi nilikuwa na mjaribu tu Alex, ili nijue kama bado anakupenda Leo ndo unajifanya unamjaribu wakati hata ile kondomo ndo uliyoitega ili mimi na Alex tuachane. Sasa kuanzia leo sitaki tena urafiki na wewe, na pale nyumbani kwangu naomba nikija nisikukute.